Vyakula vikuu vitano ambavyo ni hatarishi na vya kuepuka kwa mgonjwa ambaye ana shida ya gout. Ulishawe kuambia vyakula ambavyo wewe kama mna shida ya gout, nitakao viepuke na hivyo kwamba ulishawe kuambia kwamba ni hatari sana. Kama hujawahi kuambia, basi niko hapa kufahamisha vyakula vikuu vitano ambavyo hivyo a kwa mujibu wa tafiti tulizo nazo, lakini katika uzoefu ninaona ni kwamba wagonjwa walio wengi ambao wanataka kula vyakula hivyo walio wengi wana report kwenda kupata maumivu makali sana, na ugonjwa wa gout huwa unakuwa kwa haraka sana tofauti na yule ambao amevikwepa. Kwa hiyo kama uko interested kwa vifahamu vyakula hivi, tuna sambamba huko na Emmanuel Mpaliye, nutrition specialist. Kwa sambamba, kuna vyakula vikuu vitano ambavyo kila mgonjwa mwenye shida gout hakika nitakavyofahamu kwamba sio ambavyo ni salama sana. Nikufahamishe tu kwamba gout ni tatizo ambalo linakuja kwa sababu ya ongezeko la uric acid. Uric acid ndio ambao unatengeneza vitu vi, amba, vinamisii kama ya kokoto, amba, amba, amba, amba, amba, ni monosodium, uh, urate crystals ambazo zili huwa ndo zinapelekea inflammation kwenye maeneo ya miunganio ya mifupa hasasa kwenye magoti yako vidole vya miguu yako kwenye maunganio ya mifupa, vidole vya miguu yako, vidole vya mikono, kwenye kiwiko na kwenye sehemu ya jicho kwenye mali ya, ya mikono. Na tumekuwa tukiona kwamba vitu ambavyo vinapelekea ongezeko la uric acid ni material ambayo kwamba ni purine. Purine ni material ambayo inatumika kutengeneza uh, uh vinasaba DNA na RNA. Purine si kwamba inatokea tu kwenye masuala ya DNA zako na RNA na nakuya kututengenezea habari za uric acid bali purine pia uh, inapatikana kwenye vyakula vinavyokula, hasa vitukana hasa, v na wanyama na vitukana mimea. Kwa maana kwamba tuna vyanzo vikuu e, vitatu. Cha kwanza ni mwili wako wenyewe unakuwa unazalisha uric acid, kwa sababu uric acid ina kazi yake mwilini, lakini chanzo chake cha pili cha purin kula vyote moja vitukanavyo na asili ya wanyama kama nyama si mayai samaki maziwa, vina purin. Lakini pia ni bahati mbaya pia tu kwamba vyakula pia vitukanavyo na mimea navyo vyote pia vina vina purin pia. Kwa hiyo kiufupi, hakuna chakula ambacho utakula ambacho hakina purin. Hii ni pointi ya kuchukua kwanza, yani kabla hujaanza kufahamu vyakula hii, fahamu kwamba kalimia vyakula vyote vina purin vitu kama vina mmea, vitu kama vina wanyama, vyote vina purine. Kwa hiyo hakuna namna ambazo ambao ambao unaweza kutumia tiba harishi ama tiba tiba ya chakula kutibu gout, uh, kwa kusema kwamba na e, nakwepa vyakula ambavyo vinaweza kupandisha uric acid ama kwa kwepa vyakula ambavyo vina purine ndani yake. Lakini sasa je, uh, hii nataka kusemaje kwamba hakuna vyakula vya kuepuka vyote au mgonjwa epuke vyakula vyote? Hapana. Kiwango cha purine kinatofautiana kutoka kwenye chakula kimoja mpaka chakula kingine. Kuna vyakula ambavyo vimesheheni purini purini nyingi sana ambao mshasiku kila vyakula hivyo huwa vinachochea kiongezeko la uric acid kwa haraka sana. Ndio maana vyakula hivyo sasa inataka uvifahamu uweze ku, kuvikwepa. Katika tafasiri kuna vyakula hivi vitano. Moja ni ambacho natakiwa ufahamu wewe ambacho ni hatari sana kwako kama una shida ya gout ni nyama nyekundu. Nyaku, nyama nyekundu, hapa namba moja ni nyama ya mbuzi nyama ya kondoo, kuna nyama ya ng'ombe, kuna nyama ya kitimoto na nyama nyingine za wanyama hawa ambayo wanakuwa na miguu minne, zile zote ni chanzo kikubwa sana cha purine, zipo za kutosha sana. Unapokuwa umetumia gramu mia moja kwa mfano ya nyama, unakuwa umepata purine eh, si chini ya miligramu eh, mia moja ishirini mpaka mia tano kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni kiwango kingi sana tofauti na mtu ambaye anakuwa ametumia vyakula vingine kama mboga za majani. Lakini fahamu kwamba nyama nyekundu zimeshaeni purine. Kuna nyama nyeupe ni namba mbili. Ukiangalia tafiti zinakuambia kwamba nyama nyekundu hasa hasa, eh, nyama ya, ya, ya, ya ya mbuzi na nyama ya kondoo ikifuatiwa na nyama ya samaki ambayo ni samaki ambayo, nyama ya samaki na kuja kwenye nyama nyeupe, uh, inaonekana kwamba hivi vitu vina Purine ni nyingi sana kwao, vinapandisha uric uh, acid kwa haraka sana. Hata ngoa kwa baadhi ya tafiti walivyofanyia watu ambao walikuwa na shida gout, wale ambao ni wapenzi na kutumia samaki na wale ambao ni wapenzi sana kutumia nyama ya kondoo, nyama ya mbuzi na nyama nyingine nyingine nyekundu ndio walikuwa na experience uh, zile attack nyingi sana. Yale maumivu ndio yalikuwa makali sana na wengi walikuwa na gout zake zilikuwa ni kali mno. Kwa hiyo ufahamu kwamba nyama nyeupe nazo pia zina kiwango kingi cha purine. Ikiwa kwa upande wa nyama nyeupe, ikiwa inaongozwa na swala la samaki, ikifuatiwa na maswara ya kuku na kuja maswara ya bata katika wingi wa purine na ambazo ni malighafi, kwa hiyo hutengeneza hiyo uric acid. Namba tatu ambacho nataka eh, ukifahamu kwamba inatarishi kwako ni pombe. Pombe inachochea ongezeko la uric acid kwenye kwenye damu. Hiki ni kitu cha kuweza kuepuka pia. Ah, uh, ni namba tatu ambayo nataka ufahamu. Namba nne ni juisi ya matunda, soda pamoja na energy drink. Hivi vinaongeza uric acid kwa haraka sana. Kwa hiyo yu, kwa yule mgonjwa ambaye anahangaika na gout au ambaye na shida ya hyperuricemia, atakao aweze kukwepa habari za juisi za matunda, soda na energy drink. Uh, tano na mwisho ni vyakula vyote ambavyo vimeongezewa sukari vya viwandani. Sukari yenyewe, kuna masuala ya sembe pia ambayo ni wangu mazi ishakobolewa, pamoja na mazao yote yanayotokana na ngano ambayo ishakobolewa kama mandazi, mikate na chapati, bila kusahau Vyakula uh, ambavyo vimeongezewa sukari pia, inaweza ni keki hizi ambazo, uh, uwa vishaongezewa sukari, basi hivi pia vinaongeza uric acid kwa wingi sana. Hivi ni vyakula ambavyo ni hatari zaidi, lakini fahamu kwamba, uh, kuna issue ya maziwa na mayai. Vyakula hivi, maziwa na mayai, havina purini nyingi sana kiasi hicho, lakini changamoto hii kwa wagonjwa wengi ambao wana shida ya gout ni ni kwamba vyakula hivi na protein nyingi sana, protein hizi ni huwa zinachochea issue inflammation. Wakati purine, na chochea ongezeko la uric acid ambayo inakuja kusababisha zile monosodium uh, urate crystals ambazo zinasababisha ile maumivu, lakini uwepo wa proteins tokanazo na na na wanyina, na, na, wanyama ambazo ni, ni kali sana. Kuna namna ambavyo zinachochea inflammation pia na kuchochea zenyewe ile hali ya kuvimba kwenye eneo ambalo limeshaathirika tayari na zile monosodium uh, urate crystals. Kwa hiyo, kuna kila sababu pia ya kuweza kukwepa matumizi ya maziwa na mayai kwa mgonjwa ambaye ana shida ya gout, si kwa sababu tu kwamba, si kwa sababu kwamba ni issue ya purine, kiwango cha purine. Kama kwenye tafiti zimetuonyesha wazi kwamba maziwa na mayai purine yake ni ya kawaida, ni ndogo, tofauti na hivi kwamba nimevitaja hapa, lakini uh, kwa sababu ya wingi wa protein kuna namna ambavyo huwa vianze kachochea zile attack na kuongezeka kwa uvimbe katika maeneo ambayo yameshaathirika na hizi uric acid. Kwa hiyo katika tafsiri hiyo hivi navyo ni vyema uweze kuvikwepa. Kiufupi hivi ni vyakula ambavyo unataka nini uvikwepa kwa mtu ambaye ana shida ya gout. Kuna mtu za kauliza, mbona ameshakwambia habari za maharage naweza kukwepa pia kwa sio nzuri na jamii ya mikunde hizi kama zina purine na sio wengine wanatumia mboga za majani kama cabbage, broccoli na saladi vina, vina purine pia. Ni kweli lakini vyakula vitu vinavyomea Uh, vina sifa ya kipekee ambayo inakuja kusaidia kuonyesha kwa, kwamba uh, visilete madhara makubwa sana. Kwa hivyo tafiti zote ambazo zinaonyesha kwamba wagonjwa ambao wana shida gout ambao wamekula vyakula vya mmea licha kwa vinaishi issue ya purine, ni kwamba viliwapunguzia wa watali wa kuendelea kupata issue ya gout. Hata wale ambao kama shapata gout will tatizo lao liweza uwe, uwe, kupungua kwa asilimia kubwa sana. Lakini wale ambao kuna tumia hivi vitu ambayo nimevitaja hapa vitano ni wahanga wakubwa wa sana wa gout, na gout ya huwa ni kali sana, na kama ni maumivu na kwa ni experience nyuma kali sana. Kwa hiyo kama likuwa faham, fahamu kwamba kwa mgonjwa yote ambayo ana shida ya gout, hivi nje kuepuka. Ni kushukuru wewe kwa kuitazama video yangu hii, nahitaji kufahamisha hayo. Ulikuwa nami Emmanuel Mpaliye, nutrition specialist, nikutakia watu wema, kwa hiyo.